Habari za saizi, ndugu mtazamaji. Mimi ni Daktari Evaristo Kevi Jahaz, na leo hapa tutaongelea mambo ya hatari ambayo hautakiwi kuyafanya pale pale ambapo utakuwa tu umejifungua. Namaanisha wajawazito wengi wakishajifungua hawazingatiaje afya zao? Sasa leo nataka nikwambie kwamba ukishajifungua sio mwisho wa afya itakayoendelea, kuitunza afya yako kama nitakavyokujuza kutoka kwenye chanzo changu hapa. Kitu cha kwanza ukishajifungua mara punde baada ya kujifungua, siku kadhaa, siku chache, inamaanisha hatakiwi kufanya kazi nzito mapema. Inamaanisha kubeba vitu vizito vizito, kwa mfano kubeba maji, kubeba mizigo mizito, kufanya kazi zile nzito nzito au kazi ngumu. Hiyo ukifanya hicho kitu, kitaongeza kitu wanasema kama pressure kwenye tumbo lako, na kitapelekea tumbo lako la uzazi kupata shida, ama tumbo lako la kawaida kupatwa shida. Lakini kitu cha pili ambacho unatakiwa kukifanya ni kuingia kwenye tendo la ndoa mapema. Unashauriwa ukishajifungua ukae at least wiki sita, wengine wanakaa miezi au miezi miwili hawafanyi kabisa tendo la ndoa, sababu ukifanya hilo tendo la ndoa litakusababishia maambukizi ya vimelea vya bakteria na kuumia kwa sehemu zako za uzazi. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa ukiepuke ni matumizi ya dawa bila ushauri wa mtaalamu. Ukiwa umejifungua mapema kabisa, kabla ya hata miezi sita kupita, au miezi mitatu miezi minne, inatakiwa uwe kwenye uangalizi ambapo daktari wako atakuwa anakuangalia. Maana yake itabidi ukipata shida yote uhudhurie hospitalini ndipo daktari akuandikie dawa, kwa sababu kuna dawa ambazo ukizitumia zitachangia utokaji hafifu wa maziwa ambayo mtoto atakiwa atatakiwa anyonye. Lakini pia kuna dawa ambazo zitaingiliana zitafanya, kiutaalamu anasema interaction. Hichi kitu kitasababisha mtoto apate shida au wewe mwenyewe upate shida. Kwa hiyo ni kitu cha kukizingatia pia. Lakini cha nne ni kupuuza dalili hatarishi. Kwa mfano dalili, kutokwa na damu nyingi, homa kali, harufu mbaya ukeni. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya usizipuuze zile dalili hatarishi ukisha jifungua. Kwa mfano umejifungua, mama mja mzito, afu umerudi nyumbani, unaona baada ya siku kadhaa damu zinatoka nyingi, ama maumivu makali ya tumbo, ama uko na maumivu makali ya kichwa, unashauriwa kurudi hospitali na sio kupuuza, kwa sababu ukipuuza afya yako itaendelea kutetereka na mwisho wa siku unaweza ukapoteza maisha au ukasababisha watoto wakabaki yatima zin mtoto wakashi, akapa, akapata tabu sana. Lakini kitu cha tano anasema lishe duni na kunywa maji kidogo wamama mkijifungua uko nyumbani, amzingatii vyakula, wengi mnasema mna vichefuchefu. Sasa hili kwa afya yako na afya ya mtoto, tunakushauri mama, baada ya kujifungua inatakiwa ule vyakula vya kutosha, na maanisha ule supu, ule vyakula vyenye kila aina ya kirutubisho, na maanisha vyenye protini, vyenye wanga, vyenye vitamini, kwa sababu ya kuongeza uzalishaji wa maziwa. Lakini pia inatakiwa kujitahidi kunywa maji mengi sana, kwa sababu mtoto na mwenyewe inatakiwa uwe awe na afya, na mwenyewe inatakiwa uwe na afya, hivyo mtoto akinyonya na kama mwenyewe anakula sana manaa yake afya zenu wote wawili zitakuwa nzuri na hazitoleta shida yoyote. Lakini kitu cha sita ni kukosa usingizi na kupumzika. Ukiona mama mjamzito umeshajifungua na maanisha sasa una mtoto na umerudi nyumbani, unapata tabu sana ya kupata usingizi na maisha yule muda usiku wa kupumzika, wewe usingizi kwako unakuwa shida, kitu ambacho unatakiwa kukifanya ni kurudi hospitali, kwa sababu kupata usingizi sio kitu cha kawaida, ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyiwe matibabu na uendelee vizuri.